Iran inayojulikana rasmi kama Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni taifa lililoko katika Asia ya Magharibi, katika eneo la kimkakati linalounganisha Asia ya Kati, Asia Kusini na Mashariki ya Kati. Nafasi yake ya kijiografia inaipa umuhimu mkubwa wa kimataifa, hasa kwa kuwa inapakana na Mlango wa Bahari wa Hormuz, njia ya nyembamba inayounganisha Guba ya Pajia na Guba ya Oman. Takriban asilimia ishirini ya mafuta yote yanayosafirishwa kwa njia ya meli duniani hupita kupitia mlango huu muhimu, jambo linaloifanya Iran kuwa kiungo muhimu katika soko la nishati duniani. Kwa ukubwa wa takriban kilomita za mraba milioni moja laki sita hamsini, Iran ni nchi ya pili kwa ukubwa katika Mashariki ya Kati. Inapakana na mataifa saba: Iraq, Uturuki, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan na Pakistan. Kaskazini inapakana na bahari ya Kaspi na kusini na guba ya Pajia. Mji mkuu wake ni Tehran ambao pia ni jiji kubwa zaidi nchini humo na lina mchango mkubwa wa kiuchumi, kisiasa na kitamaduni. Idadi ya watu nchini Iran inakadiriwa kuwa takriban milioni 89, huku lugha rasmi ikiwa ni Kifursi. Dini rasmi ni Uislamu wa madhehebu ya Kishia, ambao unafuatwa na wengi wa Wairani, japo pia kuna wasuni na wachache wa dini nyingine kama Zoroastrianism, Ukristo na Uyahudi. Iran ina utajiri mkubwa wa rasilimali za asili hasa mafuta na gesi asilia. Taifa hili linashikilia nafasi ya pili duniani kwa akiba ya gesi asilia na miongoni mwa mataifa yenye akiba kubwa ya mafuta. Licha ya utajiri huu, uchumi wa Iran umekuwa ukikumbwa na changamoto nyingi, hasa kutokana na vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa vilivyowekwa kutokana na mzozo wa muda mrefu kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kihistoria, Iran ni moja mataifa ya kale zaidi duniani, ikiwa ni makao ya ustaarabu mkubwa wa Wajemi imetoa mchango mkubwa katika nyanja za usanii, ushairi, fasihi, falsafa na usanifu majengo. Moja ya tamaduni zake maarufu ni Nowruz, sikukuu ya mwaka mpya wa Kiajemi ambayo huadhimishwa kila Machi na mamilioni ya watu ndani na nje ya Iran. Mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini Iran yalijiri mwaka 1979 kufuatia mapinduzi ya Kiislamu. Katika mapinduzi haya wananchi waliungana kumpindua Shah Mohammed Reza Pahlavi, mtawala wa kifalme aliyekuwa mshirika wa karibu wa Marekani na mwenye utawala wa kiimla. Mapinduzi haya yalipelekea kuanzishwa kwa mfumo mpya wa utawala wa kidini chini ya Ayatollah Ruhollah Khomeini ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu. Tangu wakati huo Iran imekuwa ikitawaliwa kwa mfumo wa kipekee unaochanganya uongozi wa kidini na kiraia. Muundo wa uongozi nchini Iran unajumuisha kiongozi mkuu ambaye ana mamlaka makuu ya kisiasa, kijeshi na kidini; rais ambaye huchaguliwa na wananchi na huongoza serikali ya kiraia; bunge linajulikana kama Majlis ambalo lina wajumbe 290 wanaochaguliwa na wananchi wenye jukumu la kutunga sheria. Mwisho kabisa na baraza la walinzi linalohakikisha sheria na wagombea uchaguzi wanaendana na misingi ya Kiislamu.